Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Bitisiwiza, kwa kweli namshukuru Mungu sana wa madhabahu ya mtumishi Elia. Nilikuwa na changamoto ya mtoto wangu, nilimpeleka shule Geita wa Jaboizi, huyo mtoto akawa mwalimu akiingia darasani anasinzia, mwalimu akiondoka darasani anaamka na matokeo yake akawa yameshuka, na akawa wanasema wana, wana kwamba watamuuza kwa sababu alikuwa afikishi wastani lakini toka nilivyoanza kuja hapa kumuomba Mungu kwenye madhabahu ya mtumishi Elia, mwanangu alipanda, alianza kuelewa. Mwezi wa kumi na mbili alikuja na wani ya pointi saba. Naendelea kumshukuru Mungu sana. Kuna nyumba niliamia, baada ya kuhamia ile nyumba nikakuta mapaka, mapaka, mapaka ni mengi, yanazunguka usiku kucha analia kama wanadamu. Nikachukua maji ya mtumishi Elia nikamwaga, nikawa namwak ama ushinde kwa jina la Yesu yake nikakuta paka amenyooka, amefariki. kwanzia hapo sikuona paka tena mpaka sasa hivi, na ninalala vizuri naamka kwa amani. Na maendeleo ya mtoto shule ni mazuri mpaka sasa hivi, mtihani wa moko amekuja na wani ya pointi saba, na wameshinaisha shule ya wa Jaboys na wa Jagirls ametoka na wani ya kumi na saba wanae, putazama, kwa kweli ninachoweza kwa kuwaeleza kwamba wasidharau wati, maombi ya hapa utakazo madhabahu ya hapa yanafanya kazi. Watu waendelee kuja walete na ndugu zao ambao wana changamoto kama hizi, zinaisha kabisa. Vingi vingi mpaka nashinda kuvielezea, ni vingi mno nashinda kuvielezea. Naitwa mama Gloria.